Uh, miliko hoteli erm, nashukuru, nashukuru sana kwa mwaliko wako. Halafu nashukuru sana kwa kulifanya tendo kama hili hususan katika kata yetu ya Kiegeani na kijiji chetu cha utendo. Uh, ndugu washiriki, nakupongezeni kupongezeni kwa udio wenu Napongeza sana ofisi ya DC kwa ushiriki wake. Napongeza sana Kisianga, mkurugenzi mtendaji wilaya. Nashukuru sana kuwepo kwenu, ofisi ya dasi mtendaji kata, mwenyekiti wa kijiji ii, kijiji chako nakushukuru sana kuwepo hapa. Ah, wananchi mbalimbali, wageni waalikwa

baadhi ya viongozi mbalimbali kuja kujumuika naye kufunga eh, msimu. Ili jambo kubwa na ni jambo jema kwa kweli, na naziomba hoteli zingine zilikuwepo, hapa wawakilishi wapo, basi na sisi kufanya hivi, ili wafariji hawa wafanye kazi na kazi kwa mwaka mzima, anaamua kwenda nyumbani kupumzika kutokana na masharti yake ya likizo. Basi aondoke pale na faraja, hata kama kulikuwa kuna vikwazo vimfanya vikwazo katika sehemu husika, basi vinatoka, anaondoka na furaha. Kwa hiyo naomba, ili zoezi lisiwe leo tu mmiliki um, wa hiyo linaendelea kila mwaka, ili wananchi hawa wafaidike muna leo mpaka bibi yangu mpenzi wangu mama yangu kiti Mtwara amshiriki katika eneo ki Pigeni makofuima hii inaotakiwa kwa sababu huyu ni mtu mzima sasa hivi, lakini anataka tumrudishe katika mazingila nayee, kama kaaki uniana kama tuoka kunamashakule anajibana, yuko peke yake hajisikira. Wa hiyo li jambo nzuri. Jambo linapendeza hakuwa tu wasia wangu, wafanyakazi wote wamotelimba Tuheshimu kazi nyamana kazi ndiyo uti wa mgongo. Kazi ndiyo inatufanya tuishi katika maisha ya hapa duniani. Unapopoa kazi na miliki wako, basi ijali kazi yako. Na mmoja wewe kunambia kwamba unapopoa kazi kufanya basi iogope kazi kuliko kumuogopa tajiri, kwa sababu kazi ishakwambia ufanye moja mbili tatu, basi ndio wewe ndio kuiogopa ndio nakupa tija. Kwa hiyo wafanyakazi wote na kuombeni kwa base camp kazi ya mahoteli nyingine ambao wako hapa, basi tuyali kazi yetu ili ituweze kuendesha maisha yetu. Pia <coughs> naomba ushirikiano, ushirikiano kati ya wa wafanyakazi na wafanyakazi, lakini majungu mana, msimamu wa shughuli zenu kwa pamoja Mnasaidiana, mwe mnashirikiana, mnapofanya mwimna hivyo, nafikiri hakutoka na matatizo yote katika sehemu husika, na hata miliki wa hoteli husika akikuwa na faraja kuona timu yake iko kitu kimoja kuliko kuanza kugaika. Dada zangu, naomba mjitahidi mwimna kwa hilo. Mara nyingi dada zangu mnakuwa na vililomga uh, vililonga katika kazi ailt pia naomba ushirikiano kati ya mahoteli na mahoteli. Hii italeta tija kubwa, kwa sababu eh, sisi viongozi sansofaetu kubwa kuyalinda mahoteli ama. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa, jamani, ametoka hapa, amekwenda nje ya nchi keza kuitangaza tu. Maana yake ni hii, kama itakuwa sisi viongozi

kwa jambo lolote likitokea, lazima kuongeza huu mwaka wa uchaguzi. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi Tanzania nzima, madiwani, wabunge na mheshimiwa w Rais. Kuna watu ambao tayari wameshajiandikisha na kuna daftari litakuja tena, endelea kuliboresha.